Sisi wilaya Mvomero tumetembelewa na eh, kamati ya siasa ya mkoa wa Morogoro ikiongozwa na mwenyekiti cha wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Morogoro kwa lengo la kuzindua eh, kumbukizi ya sherehe za kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi na kimkoa imezinduliwa hapa Mvomero, lakini pamoja na shughuli hizo za uzinduzi walikuwa na kazi ya kutembelea miradi ya maendeleo katika wilaya yetu na kwa leo wametembelea hospitali yetu ya wilaya ya Mvomero. Wamejionea uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na wamebahatika kujionea vifaa tiba na majengo ambayo tayari yameshajengwa katika hospitali hii, lakini pia walipozungumza na watumishi wamebaini baadhi ya changamoto ambazo wanakabiliana nazo au sisi tunakabiliana nazo kama wilaya Mvomero, katika hospitali yetu hii ya wilaya, na moja ya changamoto ni upungufu wa wa watumishi. Kwa hivyo e, kamati ya siasa ya mkoa imetoa maelekezo kwetu sisi kama serikali kuhakikisha tunaongeza idadi ya watumishi na wataalamu katika sekta ya afya kwa lengo la kuboresha huduma za afya na tayari serikali ya awamu ya sita chini ya mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan imetuletea watumishi wapatao 30 na hili limefanyika katika halmashauri za nchi nzima, na sisi hapa Mvomero tumebahatika kupata watumishi 30, nyongeza hiyo kwa ajili ya kupunguza hilo hilo gepu, hilo gepu la watumishi katika sekta ya afya. Halmashauri ya Wilaya ya Mvomero imeanza kutoa huduma zake mwaka 2017 mpaka leo ambapo kamati ya siasa ya mkoa imekuja kuangalia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tayari kiasi cha shilingi bilioni tano na milioni 225 kimewekezwa katika kujenga miundombinu ya hospitali, lakini ukiachilia mbali na majengo, kuna serikali pia imefanya uwekezaji mkubwa katika swala la upatikanaji wa dawa na tiba tuna x-ray kubwa ambayo ni digital na sound machine, lakini pia tuna, na tuna mashine ya kutolea usingizi ambazo ni vifaa vikubwa. Hapa serikali imeweka fedha maalum kwa ajili ya vifaa tiba takribani shilingi milioni 950 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba tu, ukiacha dawa pamoja na vifaa vingine ambavyo vimekuwa kwa hiyo kwa ujumla, katika suala la utekelezaji wa ilani ya chama katika hospitali hii limeonekana kwa kiwango kikubwa. Kianza na miundombinu kama nilivyoeleza, lakini pia upatikanaji wa dawa na vifaa. Tembelea majengo, tunaona majengo bora kabisa, lakini pia kuna vifaa vya kisasa kabisa vya tiba. Yote ni <coughs> kazi ambayo imefanywa na serikali e, chini ya maono ya Mheshimiwa Rais ya kuona kwamba ameimarisha huduma za afya katika maeneo mbalimbali ili wananchi basi wanufaike na ma, mpango ma, maono ya serikali. Majengo tumeona ni mazuri sana sana, kwa pia ni wapongeze wakandarasi na hata waliosimamia katika wapate <coughs> huduma ambayo inalingana na, na ubora wa majengo yaliyopo wafurahie uwekezaji wa serikali. Haina maana kuwa na majengo mazuri, vifaa vizuri, wakati huduma inakuwa iko iko chini. Kwa hiyo jukumu lenu sasa, kama watumishi, kuhakikisha kwamba unafanya kazi zenu kwa weledi, watu hao na tabasamu na hicho ambacho tunawahudumia mwendo vizuri wangu kwa, kwa serikali kwamba wazidi kutuongezea madawa na madokta ambao ni wazoefu sana, maana kuna maradhi mengine wazetu wao wanakuta hawaelewi, watuasa labda uende Morogoro au wende wolo, awende, mbili. Kwa hiyo tunaomba wazidi kuboresha ikusiwe na msafara kwenda kunakuta mtu kazidiwa, peleko kwa anaza kufia njiani kutokana na huduma hapa, lakini zikiwepo huduma zile za umuhimu sana, unakuwa vizuri.